Na, sabalheri mpenzi msikilizaji, natumai ubuheri wa afya popote ulipo jambo na karibu kwenye meza ya habari ndani ya Chuka University Radio, ni kujuze yanayojiri kote nchini. Jina langu ni Rebeka binti Thuo. Kwanza tuangazie vidokezo Naibu Rais atetea utendakazi wa serikali hapa nchini. Mwanasheria mkuu wa serikali athibitisha kuwa muhuri wa umma umedhibitiwa na afisi yake. Wanachama wa kimataifa ya elimu katika bunge la kitaifa waibua wa maswali kuhusiana na kutolipwa marupurupu kwa maelfu ya walimu. Na kwenye rubaa za kimataifa, UN yaonya matumaini ya amani yanafifia. Karibu. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ametetea utendakazi wa serikali huku akieleza mafanikio muhimu iliyoafikiwa katika kufufua uchumi wa taifa hili. Kindiki aliyezungumza jana wakati wa mkutano kuhusu uwezeshaji wa kiuchumi katika eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii aliangazia mafanikio kadhaa ya serikali ikiwa ni pamoja na mpango wa mbolea ya ruzuku. Alisema mpango huo wa kufanikisha kuongezeka kwa uzalishaji wa chakula, kuimarika kwa bei za mazao kama mahindi, majani chai, kahawa na maziwa, kupunguza bei ya mafuta na unga wa mahindi, ambao umewezesha familia nyingi kukabiliana na gharama ya juu ya maisha.